Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umeeleza dhamira yake ya kusaidia kuimarisha misingi ya demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Hayo yamejiri wakati kaimu balozi wa Marekani, Andrew Lentz alipotembelea Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania, UTPC jijini Dodoma. Katika ziara hiyo, kaimu balozi alifanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji wa UTPC, Bwana Kenneth Simbaya. Waandishi wa habari kutoka klabu ya waandishi wa habari Dodoma pamoja na wafanyakazi wa UTPC. Mazungumzo yalijikita kujadili mkwamo wa vyombo vya habari na njia madhubuti kukabiliana na changamoto hizo ili kuchochea maendeleo kijamii, kiuchumi na demokrasia. Kaimu balozi Lentz alisisitiza umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari katika jamii inayoheshimu demokrasia. Aliongeza kuwa ipo haja ya kusaidia taasisi za kihabari ili kulinda uhuru wa habari. Aidha, alibainisha kuwa ni lazima kuwasaidia waandishi wa habari kufichua ukweli bila uoga au vitisho kwa maslahi ya umma. Kenneth Simbaya, mkurugenzi mtendaji wa UTPC, alitoa pongezi kwa ubalozi wa Marekani kwa utayari katika kusaidia waandishi wa habari nchini. Aidha alitaja maeneo ya, ya kipaumbele yanayohitaji msaada wa haraka kuwa ni pamoja na ulinzi wa usalama wa waandishi wa habari, msaada wa kisheria pindi anapokumbwa na changamoto kisheria, msaada wa matibabu pindi anapopata madhara ya mwili na ulinzi dhidi ya vitisho vya kudhuru mwili na vitisho vya mitandaoni. Aliongeza kuwa msaada mwingine wa haraka ni mafunzo maalum yatakayosaidia kuongeza uelewa wa sheria mbalimbali zinazohusu vyombo vya habari na utangazaji kuongeza uelewa wa haki za vyombo vya habari na waandishi wa habari ili kuchochea upatikanaji wa habari kwa umma. Pia Simbaya alitoa shukurani kwa msaada wa awali uliotolewa na ubalozi wa Marekani kupitia mradi wa uandishi wa habari wa maudhui mbalimbali mbali, ambao ulitekelezwa katika klabu tano tu kati ya ishirini na nane za UTPC. Alisisitiza kuwa kutokana na maendeleo ya teknolojia ya habari kuna umuhimu mkubwa wa kupanua mradi huo ili kuwajengea uwezo wa waandishi wa habari katika klabu zote. UTPC ni taasisi yenye mtandao mkubwa wa waandishi wa habari walioenea kote nchini kupitia klabu za waandishi wa habari zinazopatikana katika mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar, ambapo mpaka sasa ina jumla ya waandishi wa habari wanachama zaidi ya elfu moja mia tano. Hii ni TMC News Updates. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu kwa kusubscribe, like, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa hizi.